Diamond Platnumz licha ya yote, licha ya mambo ambayo anapitia kwa sasa hivi, ukubwa wake bado anaendelea kuudhihirisha, baada ya kukutana na Davido pale Dubai na kufanya bonge moja la show usiku wa kuamkia leo, ambapo walifanya show kubwa sana. Alikuwa ni kama surprise Davido alimpa nafasi na amefanya kitu kikubwa sana mbele za mashabiki, zaidi ya mashabiki 16000 ule ukumbi unaingia mashabiki 17000 Kwa hiyo eh, Diamond Platnumz amefanya kitu kikubwa sana jana, ameperform ngoma yake ile ya number one ambayo aliwahi kufanya na Davido. Hiyo ni collab ambayo ina muda mrefu, miaka mingi sana lakini, ya ilikuwa ni performance kubwa sana, performance ya moto, na watu wengi walikubali kile kitu ambacho Wamekifanya kuachana na hiyo pia, aliperform Komasava na mashabiki walionekana kuipokea kwa ukubwa zaidi kutokana na ukubwa wa ngoma hiyo. Kwa hiyo Diamond Platnumz bado anaendelea kuonyesha kwamba yeye ni mkubwa kiasi gani kwenye muziki wa Bongo Flava e, na fahamu kwamba unaweza kuwa bado hujiona hizi video ambazo nakusogezea hapo, hizo ni video ambazo ni za performance za Diamond Platnumz siku eh, usiku wa kuamkia leo huko Dubai, ambapo alifanya show kubwa sana pale kwenye 5 Alive World Tour ambayo ni ya tour ya Davido kwenye Coca-Cola Arena Dubai, ukumbi ambao unachukua watu zaidi ya elfu kumi na saba mm. Ni moja kati ya show kubwa sana kwa Diamond Platnumz mwaka huu. Ni moja kati ya nafasi kubwa za Diamond Platnumz kuendelea kutangaza muziki wake na kuonyesha ukubwa wake. Watu wanategemea kupata takolabo nyingine kali kutoka kwa Diamond Platnumz na Davido, na naona kama kuna ukaribu ambao sasa hivi Diamond Platnumz na Davido wamekuwa nao. Kwa hiyo tunaweza tukategemea chochote, kinaweza katokea, huenda ikawa ni kolabo au jambo lolote lile. Kwa hiyo hizi ni hatua za Diamond Platnumz kujitangaza zaidi kimataifa, licha ya kupoteza followers zaidi ya laki moja kwa kipindi hiki cha siku kadhaa, lakini bado anaendelea kupusha muziki wake na anaendelea kufanya mambo makubwa kwenye industry ya muziki. Unamwoni gani kuhusiana na hiki ambacho Diamond Platnumz imekifanya huko Dubai, drop hapo comment yako, lakini usahau kusubscribe Dems Media pia na kutufollow kwenye kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii kule, TikTok, Instagram, Facebook. tunatumia Dems Media One. mimi ni Abdul Juma, tukutane kwa wakati mwingine kuna kwa majali wa mwenyezi Mungu, lakini usahau kushare video hii na wana, asante.